Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Hujambo, karibu katika makala hii ya afya ambayo inakujia, na hii ni sehemu ya pili katika lile somo letu linalosema mbegu za mwanaume na ulimwengu wa giza. Katika video iliyopita, tuliweza kuangalia namna ambavyo mbegu za mwanaume zinaweza kuvunjwa kiroho na leo natamani kukueleza kwa kifupi tu ya kwamba kuna njia nyingi ambazo zinatumika kuvunja mbegu za mwanaume katika ulimwengu wa kiroho ama ulimwengu wa giza. Inawezekana kabisa katika maisha yako umewahi kupoteza nguo ya ndani katika mazingira ambayo yalikuwa ni ya kutatanisha, ama umewahi kuishi na mwanamke katika kinyumba ile bila kuoana na ukashangaa anajifanya kana kwamba ni msafi sana kushiriki katika tendo la usafi, lakini kiukweli amekuja kubeba hatima yako, anabeba mbegu zako za kiume. Kiukweli dunia imeharibika na mambo mengi sana yanatokea katika ulimwengu huu wa sasa uliodhoofika. Wapo wanawake wengi sana ambao ni wanavutia kwa sura, wana mvuto mzuri na ni wazuri katika kuwatazama, na wameajiriwa sasa, ni ajira rasmi kwa ajili ya kuharibu future za wanaume. Wanafanya kwa njia gani? Wanalipwa kabisa kwa ajili ya kazi hiyo, na ndiyo maana inakuambia mwanaume, kuwa makini wapi unadondosha mbegu zako, kwa sababu dunia kama kuharibika, imeharibika sana. Dunia kama kutikisika, imetikisika sana, na mzigo wa dhambi umeilemea, karibu itaanguka. Mambo yanayotokea duniani kama ungefunguliwa na kuonyeshwa, ni magumu na ya kustajabisha. Wanaume wengi wame fungiwa fyucha zao kwa sababu ya kumwaga mbegu zao za kiume bila kuwa na makusudi maalum. Labda ni kwambie tu ya kwamba mambo haya yanakufanya mwanaume kutupiwa mizigo ya umasikini, magonjwa na hata mateso mbalimbali kupitia wanawake hawa ambao wamejiajiri katika kitendo hicho. Wako ambao wanaagizwa, lakini wako ambao wao ndio kazi yao hiyo. Isaya 24 anatuambia, dunia kama kuharibika imeharibika, dunia kama kuvunjika imevunjika, kama kutikisika dunia imetikisika. Biblia inasema mwanaume asiyezuia tamaa yake huanguka katika mikono ya maraya kirahisi, lakini pia kiuno chake kimejaa homa. Mithali sura ya 31 mstari wa tatu, Biblia inasema usimpe mwanamke nguvu zako. Unaweza ukafunga na kuomba kwa ajili ya kujirejesha kwenye mafanikio lakini haitoki. Unaweza ukaomba maombi ya kujiachia na kutoa sadaka lakini haitoshi. Imekupasa kujiweka mbali na tamaa ya tendo la ndoa. Kuomba hakutoshi, fanya maamuzi thabiti na inawezekana, na Mungu akusaidie. Fanya maamuzi thabiti ya kuamua kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Mungu akubariki sana unapojiandaa kuyafikia maono yako na kuwa na maamuzi sahihi katika maisha yako. Mungu akusaidie sana. Life without sex is possible.